Ametupatia nafasi nyingine tena jioni ya leo, jina la Bwana liweze kutukuzwa. Tunapoenda kuanza kipindi chetu, ni walike praise team tuwe hapa mbele tayari kwa wimbo namba 98, na tutaimba ubeti wa kwanza na ubeti wa mwisho. Mwenyekiti wenu katika jioni ya leo ninaitwa Samuel John Mchome, na yule ambaye atazungumza nasi baada ya ombi ni mchungaji Mesusela Masunga kutoka mtaa wa Salasala. Karibuni nyote na Bwana awabariki. Niwaalike tusimame tunapoenda kuanza. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neema na upendo wako mwingi ambao umeendelea kuonekana kwetu, jina lako likazidi kuinuliwa. Jioni ya leo umetupatia nafasi ya kuja miguuni pako Bwana, tunakutukuza na kukushangilia. Katika kupita kwetu huku na kule, yako mengi ambayo tumeenda kinyume na mapenzi yako, tunakuja chini ya miguu yako katika masaa haya tukiomba ukatusamehe Bwana na jioni hii tunapoenda kusikia neno lako, tunaomba Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi kupitia katika neno hili. Bwana, gusa maisha yetu, tutengeneze na tuandae kwa ajili ya ufalme wako. Mtumishi wako mchungaji atakaposimama kuzungumza nasi tunaomba Bwana ukamtumie sawasawa sawa nale mapenzi yako, batie ujumbe utakaogusa maisha yetu na kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele neema yako yatosha. Tumeomba kwa imani katika jina lake Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu Amina. Basi nimkaribishe mchungaji kwa ajili ya kutupatia somo jioni leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana Asanteni sana waimbaji, kikundi ambacho kimetoka kule Tegeta Beach. Tatupatia nafasi ya tapata nafasi ya kuimba tena, kabla makutano hawajatawanyika. Niombe waombe, tufungue Biblia zetu kitabu cha Samueli sura ya Samueli ya kwanza na tamani tupate mafundisho machache hapo jioni ya leo na kisha tutawanyike. Samueli ya kwanza sura ya kwanza. Samueli ya kwanza sura ya kwanza, waliofika waseme amina. Palikuwa na mtu mmoja wa rama msufi, wa nchi ya milima milima ya Efraim, jina lake akiitwa nani kanisa? Elkana mwana wa Yerohamu mwana wa Elihu mwana wa Tohu mwana wa Sufu mwana wa Sufu Mwefraimu. Alikuwa na wake wawili, jina la mmoja ambaye kwa kweli ndiye alikuwa wa kwanza akiitwa Hana, na jina lake wa pili aliitwa Penina. Penina alikuwa na watoto lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka, ili kuabudu, kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu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 Hapo yule mwanamke alipokuwa nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule mwingine alivyomchokoza basi. Kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Tuombe. Yesu, tunazo dakika chache katika masomo mengi yaliyoko hapa, tupe machache tu ya thamani jioni ya leo, kwa jina la Yesu, amen. Hana maana yake ni rehema au neema, the grace of God. Kwa hiyo mtu akiitwa Hana maana yake ni neema na kuruhusu kumwita mwanao Hana. Bwana asifiwe sana maana, jina lina maana nzuri. Na familia hii ilikuwa ni familia ya mume mmoja na mke mmoja mwanzoni Mwanaume akakata tamaa, akaamua kuingia kwenye ndoa ya pili ili yapate watoto, kashindwa kumwamini Mungu. Ni kweli alipata watoto, lakini akawa mwenye maumivu mengi sana. Hii inatuambia kwamba the moment tunapotumia akili zetu kufanikisha kusudi la Mungu, lazima pawe na machozi. Ibrahimu alisubiri sana kwa Sara, akatumia akili yake kufanikisha swala la kupata mtoto, lakini aliishia kumfukuza. Na tangu alipopata mtoto kwa njia ya mkato, Mungu alimnyamazia Ibrahimu kwa miaka isiyopungua kumi na tatu. Kwa hiyo njia za kibinadamu katika kutimiza kusudi la Mungu zina machozi, zina machozi. Mungu alishasema, mdogo atamtawala mkubwa. Lilikuwa ni swala la Yakobo kutulia. Mbona ah, naona baba anataka kufa na anamuita Esau, eh, ambariki, shida yako nini? Tulia. <laughs> Anajua atakavyotimiza mpango wake bila msaada wako. Ndapo nakutana sasa na stori nyingi. Mtu anakwambia wewe kwa huu umri wako huu za za na wamepatikana siku hizi na madaktari wa ovyo, sio? Wametoka wapi? Mimi na wasiwasi sana, nakwambia eh, hili tatizo la tumbo lonalo bidi upate mtoto. Mimi sina mume ah, sasa hapo uchague kati ya uhai wako moja akanifuata akaniambia ameambiwa hivyo na madaktari, Pastor. Hey, madaktari sijui, lakini mi sijui, lakini kuna mahali shetani anawatumia. Nikamwambia, kwa jina la Bwana achana na hiyo habari, Mungu atashughulika na wewe. Na miaka imepita, saa hizi karibia 4 anadunda tu. mpango wa mwanadamu unapochukua mpango wa Mungu lazima pawe na machozi. Yakobo alibarikiwa ndio, lakini aliishia kwenye ulemavu. <laughs> anatembea hivi. halo? halo Lakini Mungu alipanga mbariki kwa njia smooth, kama angesubiri kwa hiyo familia hii ikaingiwa machozi, mwanamke aliyempenda sana akawa mtu wa kulia asubuhi, mchana na jioni. Kwa nini? Anachokozwa. Unajua mtu unayempenda sana akiwa nalia sana na unalia tu. Kwa hiyo kuna the plan of God ambayo huwa inatimizwa na Mungu mwenyewe. Na utamu wa mpango wa Mungu acha utimize kwa namna usiyoelewa. Haleluya, kanisa. Kwa hiyo familia ikawa na machozi. Kwa nini? Kwa sababu Elikana alitaka kumsaidia Mungu kunusuru maisha yake. Unajua wewe nikwambie, hata kwenye maisha yetu ya kila siku ya kiuchumi, kuna wakati tunamsaidia Mungu kunusuru halizetu, hali zetu, ambia Mungu hii hela ndogo mno, hii familia hapa haita survive kwa mwezi mzima. The moment tunapofanya tu hivyo, tap ndio unapigiwa simu kijijini Mjomba, naumwa, kwa hiyo laki tatu. Ukifikiria hiyo laki tatu ndio hilo litaka kuileta kwenye majengo, ila kwa sababu umeificha, Mungu anaichukua kwa njia nyingine ya upendo zaidi. Sikilizeni, kwa jina la Bwana, kumtumaini Mungu ni kumwachia yote. Haleluya! n yani, najua ngoja niwaambie, watu wa Mungu lazima ifikie hatua tuwe na kiburi kitakatifu. Kiburi kitakatifu ni ni una unakumbuka, tukiwa shule ya msingi watoto, kuna wakati tulikuwa tunapigana ngumi, halafu mwingine analeta mchanga anasema, kama ukweli una nguvu piga huu mchanga, rudisha ng'ombe zangu kwa huyu. Hivi nyie mmeishi wapi? Sasa unakuta kengine ni kadogo kabisa ile napiga mchanga kampigi kam huyu mkubwa, lakini ukifuatilia vizuri kanajiamini kwa sababu kuna kaka yake yuko mahali fulani. Sasa hiyo tunaita jeuri takatifu, yaani kwamba nikipigwa sana mimi hapa, nitakimbia naelekea kwa bro bro, bro, na mudu huyu, lazima tuwe na jeuri takatifu kwa Mungu Mungu Mungu. Hey, mimi ni wa kwako wakwako. Hey, kwa sababu mimi ni wa kwako na kesho yangu unaijua wewe, najiachia mikononi mwako, nitende utakavyo, iwe kwa uzima <laughs> ama kwa mauti <laughs> Mungu anifikishe katika hiyo imani aliyowafikisha Shadrak, Meshak na Abednego. Amen. Uaminifu hauna mbadala kwamba itakuwaje sasa ama nifanye hivi kujiokoa? Hatuwezi kutumia njia za shetani kutimiza kusudi la Mungu. Hatuwezi kuwa salama na suluhisho la la shortcut, shortcut. halijawahi kumwacha mtu bila machozi, halijawahi kuacha kuikwapua ile furaha ambayo Bwana aliikusudia ni kweli unaweza ukatumia fedha ambayo Bwana aliitaka kujenga nyumba yako ya mwenyewe, ila kuna wakati hautakuwa na furaha katika hiyo nyumba. Unajisikiaje kuweka mafuta kwenye gari, mafuta ya fedha ambayo pengine ilikuwa ni zaka ya Bwana? ama Mungu alikuwa ameshakwambia hii ninahitaji kwa ajili ya ujenzi wa nyumba yangu, ili niokoe roho moja. Ukitazama miisho ya, ya watu wasio na Mungu mingi inasikitisha sana, lakini tazama miisho ya watu waliojitoa kwa Bwana ni kana kwamba wanakufa na mioyo yao inawashuhudia kwamba mwanangu, you did your part yeah, ulifanya sehemu yako. Na hili la kufanya sehemu yako hawaambiwi na Pastor Shafi kama umefanya sehemu yako au la, unaambiwa na Roho Mtakatifu ndani yako hata sasa hivi tukifikiria vizuri, tangu ujenzi wa nyumba hii umeanza, hivi nimefanya sehemu yangu kwa nguvu zote? Jibu hawezi kuwa nalo mchungaji wala muhazini, lakini Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako anakuambia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo, Elikana akapata alichokitaka, lakini kilikuja na maumivu mengi. Mafanikio yoyote yanayopatikana nje ya Mungu, kwa Mungu hayaitwi mafanikio. Unaona ni kazi unafanya, lakini kama umeipata kwa hila na ina hila nyingi, Mungu haioni kazi kuwa ni kazi. Unaona ni biashara, lakini kama hakuna utukufu wa Mungu, Mungu haioni hivyo, haioni hivyo. Na matusi yakawa mengi, oh, Hana unajaza tucho, mawifi wanasumbua. Haya, Penina naye anamsumbua Hana. Lakini Biblia inasema anasumbuliwa eti kwa sababu Mungu amemfunga tumbo. Vita unayokutana nayo ukigundua ni kwa sababu ya mahusiano yako na Mungu na Mungu amekubali. Relax. Hiyo vita haifiki popote. Haleluya kanisa, narudia tena, ukipigana vita yoyote ukijipima, ndani ya moyo wako una amani na Mungu, Relax. usitumie nguvu kubwa wala usiumize kichwa. Nataka nikwambie ushindi kwenye hiyo vita ni wa hakika, na Mungu akusaidie kulielewa hilo, maana kila siku tunakutana na vita mpaka unaanza kusema au mimi nimemkosea nini Mungu? Usikimbilie huko Vita nyingine ni Mungu amemfunga Hana tumbo. Kwa hiyo Hana, inawezekana alikwenda kwa madaktari wengi sana magaino wa kipindi hicho, anaomba msaada, kuna watu wanaelekezwa, asema gaino huyu mimi amenisaidia na, na, na, kuna watu Hana anawaelekeza mwenyewe, nendeni kwa yule wanaenda wanasaidiwa, lakini yeye apati kitu kwa sababu Bwana amemfunga tumbo. Ikiwa Mungu amefunga kwa utukufu wa jina lake, anipe tu imani ya kusubiri wakati wake Amen. Kuna vitu navililia lakini Mungu amesema ngoja kwanza, na watu wanasema huyu aolewi, huyu aoe, huyu wazae. Sikiliza. Epuka kuinua mdomo wako kumhukumu mtoto wa Mungu. Na wengine tunaenda mbali kabisa nasa, ona matoto yake yote yamesoma, hamna lenye kazi hata. Ili wewe uombe Mungu akusaidie sana kwenye maneno ya kutamka juu ya watu ambao wanamlelia Mungu alikuambia yeye ndiye anajioa. Kwa nini kunyanyua mdomo wako katika